Ikiwa ni ndege ya uchukuzi, ndege ambayo ina uwezo wa kusafirisha section tatu na zaidi, almaarufu infantry platoon zenye takriban askari 40 na zaidi, ambazo huweza kubeba askari hao pamoja na zana zao za kivita, hivyo kuwafikisha katika maeneo ambayo wanahitajika kwa urahisi, zikiwa ni ndege za uchukuzi aina ya Dash 8, ndege ambazo hutumika kuwabeba wanajeshi wetu basi itafuata, Mheshimiwa Rais, ni ndege aina ya C27J Spartan, kama tunavyoshuhudia kutoka mkono wa kushoto, zikiweza kupaa taratibu, ndege ambazo zina uwezo wa kubeba kundi kubwa la askari pamoja na zana nzito zaidi za kijeshi wote kwa pamoja. Na ndege hii pia imeweza kutumika kuwapa mafunzo wana myavuli ambao leo hii pia wameweza kutuandalia gwaride ndege hii ikiwarusha wanamyavuli takriban fiti 1012 juu ya bahari wakati wa operesheni na pia wakati wa mafunzo zikiwa ni ndege C27J Spartan. Basi Mheshimiwa rais, itafuata sasa ni ndege za kivita, kama tunavyoshuhudia pia kutoka upande huo huo, ndege hizi zikiwa sita zikiweza kuunda mfumo six ship diamond formation, leo hii zikiwa chini ya formation lead Meja Alois Kemboi. Ndege hizi zikiweza mheshimiwa rais kuachana ili kila mmoja kuweza kutuletea maonyesho ya manuva hapa mbele ya jukwaa, jinsi marubani hawa huweza kukabiliana na adui angani, ardhini na pia kwenye fuo za bahari. Naomba wananchi tuweze kuwapa makofi marubani wetu wa ndege za kivita, rubani wetu wa kwanza akiweza kutuletea onyesho four point roll, onyesho ambalo rubani mheshimiwa rais atapaa na ndege kwa kasi, kisha ataweza kulaza ndege takriban digri tisini, akilaza ndege kwa ubavu, kuigeuza tena kulaza ndege e, kwa mgongo, ukipenda chali, na pia kugeuza ndege hii mara ya tatu na ya nne, akirejesha ndege wima pasipo kubadili mkondo. Kisha rubani wa pili atatuletea onyesho aileron roll onyesho ambalo rubani atainua pua la ndege takriban digrii ishirini na kuchupa mizunguko ya kushoto. Mheshimiwa Rais, rubani wetu akiwa tayari kutuletea onyesho four point roll, mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, kurejesha ndege wima. Tumpe makofi. Aileron roll, rubani huyu akipaa kwa kasi kama tunavyoshuhudia, akija kwa umaridadi, akiweza kuinua pua la ndege hivi sasa na kuigeuza kwa umaridadi, kwa haraka, pasipa kubadili mkondo wa ndege. Onyesho linalofuata vertical roll, rubani kuinua ndege takriban digri ya arobaini na tano kama tunavyoshuhudia hivi sasa, akipaa juu kabisa na kutupa pia misunguko ya kushoto pasipo kubadili mkondo. Tuwape makofi marubani wetu tafadhali. Inalofuata mheshimiwa rais, roll of top, rubani kupaa kwa kasi kama tunavyoshuhudia hivi sasa, kuinua pua la ndege, kupaa juu kabisa, anapofika upeo wa kupaa kulaza ndege chali na kurudi mahali ambapo ametoka. Tumpe makofi rubani huyo tafadhali. Ae vertical roll, kupaa kwa kasi kama tunavyoshuhudia huku akitupa pia mizunguko ya kushoto kwa haraka. Ae, loron roll, onyesho linalofuata mheshimiwa rais, rubani kupaa kwa kasi kama tunavyoshuhudia, kutoka upande wa kushoto akija kwa umaridadi pia, kuweza kuinua kuwa la ndege takriban digri 20 na kutupa pia mizunguko ya kushoto tumpe, makofi rubani huyo tafadhali, kwa onyesho tamu aileron roll. Basi mheshimiwa rais.